Biblia inasema Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji yeye aulindae akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Maneno haya yanapatikana kwa Zaburi ya mia moja ishirini na saba. Inamaanisha Bwana asipohusika kwa kazi yote inakuwa kazi bure. Hata hii mradi ambayo inaendelea hapa tunaomba Bwana ahusike yes, ili ikuwe kazi safi hmm, kutokea mwanzo mpaka mwisho, hmm. na kitu ambacho unaanza na Mungu ni mzuri hmm. Wewe kwa nia yako ulitaka kuanza <laughs> na maombi ingawa, hmm, Mungu ndio alipanga tutakuwa hapa hmm, kabla hata wewe haujapanga roho yako ndio itni mm -hmm. mguleto mm -hmm. Ulitaka hii kazi ianze na nani? Na Mungu, na leo unataka kuomba ya kwamba Bwana aanze kazi hii ili iwe kazi nzuri. Jambo mm -hmm. la pili, Bwana asipoulinda mji, yeye aulindae akesha bure. Bwana akilinda kazi ambayo tunafanya inakuwa kazi safi, inaendelea, inanawiri na kustawi. Mwishowe mm -hmm. yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kazi ambayo inaanza na Bwana inalindwa na Bwana, mtu wakui na stress, anapumzika akifanya kazi hii. mm -hmm. Omba kazi hizi ziwape stress, iwape baraka, njia yote ifunguke. mm -hmm. Na hata au mafundi ambao wanajenga, kwa sababu padri ameombea Jumapili munakuja kanisani, alafu kazi yenu inakuwa safi, mnang'arisha hii na mnang'arisha nyumbani. Usisha Bwana kwa kila jambo.